George natembea alistage manage hiyo kitu yeye mwenyewe. Unajua kuna mambo mengine ya aibu hawa, wakubwa wa security, tulifanya kazi na wao wengi na tunawajua vizuri sana. The Inspector General of Police Mr. Kancha was my GSU Commandant when I was Minister for Interior. Na huyu ni jamaa mimi namheshimu, is one of our best police officers in the country. Asikubali kupelekwa namna hii na mambo ya hao watu kumharibia sifa na kumharibia karia yake kama police officer and yazara stalling career as police officer. Kama kweli George Natembea aliona na hiyo maneno na wale watu ambao alienda kukomboa wakuje kumupiga yeye risasi, nani amewakataza wasiwakamate hao watu na walete hiyo risasi watuonyeshe haikuwa yao? Unajua, kuna namna ya kuendesha watu namna hii na ushenzi, alafu wanafikiri hivyo ndivyo nchi napaswa kuendeshwa. Wakenya hawezi kukubali maneno kama haya, na tusiharibu nchi yetu kwa sababu ya siasa duni na mambo ya pesa na upumbavu kama huo. Hatuwezi kufanya, unajaribu kuwa viongozi alafu unasema walikuwa na stage management, ndio na maneno wao. Waache hii maneno kabisa, na kule Nyansiongo mtupatie one time, mambo ni one Time. Nionyeshe watu wa one time hapa. One time, one time, one time. Mwelewe ya kwamba Ruto anapima kama bado anaweza kuendelea na uongo wake. Wamekuwa wakisema ya kwamba wakisile wanataka tu ni pesa kidogo wachague mtu yake, hiyo ni kweli? Watu wa msimamo muonyeshe Ruto leo yetu hata kama ni Ruto amemtaja, amemtaja kwa niaba ya Wakenya kwa hizo ofisi zenu. Tunampima na hii uchaguzi mdogo, mkifanya makosa yeyote tutamtuma nyumbani kabla ya wakati wenu. Sana apaa sana, mkae kwa polling station, lazima tuchunge hii kura. Hii kura hatutawacha iibiwe hata kidogo. Mkionyesha fisi meno, atakuja kukuuma mara ya pili. Mimi naomba msimame nasi na msimame na Dr. Fred Okengo Matiani vin, tunaongea saa hizi, tunaunda timu ambayo inaitwa Kenya 1 kama Harambee Stars, ndio ambayo itakuwa na mastriker, itakuwa na midfielders, itakuwa na wingers, itakuwa na defenders ndio Lengo kubwa ni kumpeleka Ruto wapi? Kumpeleka Ruto wapi? Nikisema Arambe, sema one time. Arambe. Arambe. Musiogope mvua kwani nyinyi ni sabuni. Kama United Opposition iko na Jeremia Ongaro. Jeremia nani?

na mheshimiwa Machangi, kulikuwa watu wa kusema ukweli. Let the government own up and admit kwamba in Kenya we have a rock speaker a speaker was gone rock, ambaye ameamua badila ya kulinda sheria amekuwa mvuja sheria namba one, na kama serikali ina deny the obvious, wale wanatuambia ni kwamba sisi kama Wanakenya pia sisi tujitetee hatutakubali tupigwe, mali yetu ivunjwe, na wala ambao watakana kutulinda sisi wana deny the obvious kwamba tukipigwa jana. Mimi ningeuawa, maana yale marisasi yalikuja kwa fujo. Sijui kama wangesema sejimanze kupigwa risasi ama leo wangekuwa wanasema namna gani. Sisi we want to have a government that respects the rule of law. Wakizi, tuko pamoja, Wakizi, tuko pamoja. Arandu. Arandu. Sisi kwa United Opposition tunaamini kwanza papa, tukitoka hapa leo, wakati majangi anakohoa, wakisi wote wanashikwa na homa. Ni ukweli ama ni uongo? Mutakubali wakora wakuja hapa wadanganya watu wetu? Mutakubali kuletewa mchele na maharagwe ambaye ameoza? Mutakubali hivi vitu javu javu? Tufunge mkono funga, funga, funga. Ukosefu wa amani, uhalifu, ujanja, wizi wa kura. Mwenyezi Mungu awabariki sana na akisimama mbele ya watu anasema they don't know what they're saying, he is the one who doesn't know what he's reading. Hajui yenye anasoma hawezi kufikiria. You can steal your way to first class, first nation status. Nirudi nyumbani, Mheshimiwa Matiangi, mheshimiwa anatembea. Nyinyi kwa wakati huu ndio vinara viongozi wa Kavirondo, hata sisi watu wa upinzani wakati tunakubatana na wenzetu kutoka East of Rift, hatutakuwa na nguvu kama watu wetu hawako united behind us and we ourselves are united as leaders. Tafadhalini mkubaliane kwamba you now build a foundation of a Kavirondo axis for national opposition unit. Na mwisho kabisa, kwa lugha yetu wanasema a dying cow does not hide its private parts Ukiona wetangula spika wa bunge anaenda kubomoa nyumba ya mbunge wanatupa mawe na shooting kwa mkutano wa viongozi. It's a dying cow, doesn't put its legs together. Tueleze tu mwisho kabisa, kabisa kabisa kabisa. Tafadhalini Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa natembea. Stones are only thrown at a tree that has fruits. They never throw stones at a eucalyptus tree wakiwafuatilia wanaona your time is now.